Nimewekea DCP, nimepima kijiko kile cha chakula kile tunachotumia kula wali, vijiko vitatu. Wacha niutege kwanza huu mpira hapa kwenye mparachichi ili niingie hapa niweze kuwapa maji ya DCP tu, na kwa sababu alishamaliza maliza ye maji ya awali, lazima watakuwa wana kiu. Kijiko ninachokisema ni hiki hapa, umekiona hiki? Kwa hiyo nimepima hivi hapa vitatu kwenye hayo maji ya lita ishirini, na DCP ni hii hapa, unaiona hii? ni, ni ile ya unga very soft. Ndo hiyo hapo. Sasa nataka niingie hapa ndani, dawa yetu hapa ya DCP. Wameanza kunyonyoana manyoya, wakisha kuwa tu hawa wanaanza vurugu zao, na chakula tunachowapatia hiki cha mchanganyiko wetu hakina madini ya calcium. Kumba yetu haina calcium. Hayo eh? Ayo machoka choka unga wa choka na unga wa wa, wa mifupa una asilimia ndogo sana yaye eh, madini ya calcium. Kwa hiyo ni lazima au tunalazimika kuwaongezea madini ya calcium. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawapa pia DCP kwa ajili ya faida yako na wewe usiteseke sana, wasiumizane humu ndani. Wakiumizana humu hata wao mwenyewe unajisikia vibaya. Waweze kuishi vizuri kwa utulivu eh? Sio mwingine unaona manyoya mgongoni hayapo, mwingine anakuwa na vidonda kila mahali kwa sababu ya kupigwa pigwa. Hii inakuwa haipendezi katika, mf katika ufugaji. Mfugaji mwenyewe anakuwa anakosa amani kwa sababu ya kuingia bandani kila siku unakutana na majeraha ya kuku wako, kwamba wamejeruhiana. Kila ukiingia wamejeruhiana, kila ukiingia wamejeruhiana. Sasa ili kuepuka hilo, unatakiwa uongeze, unatakiwa uongeze DCP. Ili kuwaongezea kasha mwilini. Hii DCP sio kwamba inaondoa tu ile zile tabia za kanibalizimu hapana. Hii DCP inaenda kuimarisha mifupa ya huyu kuku, mifupa yake inakuwa very strong, inakuwa imara, sawa. Anakua ana nguvu, hawezi kupooza, inamfanya asipooze. Na kuku wa umri huu mara nyingi huwa wanapooza, unakuta wanakula vizuri, lakini wanakuwa hawezi kutembea. Sio uzito. Ni upungufu wa madini ya calcium. Kwa hiyo ukiona kuku wako amefika umri kama huu au zaidi ya hapa, alafu awezi kutembea, alafu anachechemea, au anakula huku akiwa amelala, huyo kuku ujue kwanza ana upungufu wa madini ya calcium. Kwa hiyo itafute DCP haraka sana pale ilipo uanze kuwapatia. Na mimi huwa nashauri sana tumia DCP ya unga uweke kwenye maji au DCP ya maji yenyewe uwachanganyie kwenye maji, kwa sababu hana alternative, lazima atakunywa maji. Kila anapokula anakunywa maji, kwa hiyo automatically anakunywa hiyo, anaipata hiyo DCP, kila anapokula anakunywa maji, kwa sababu hakuna namna ambayo huyu kuku atakula chakula kama ile pumba ilivyo kavu na asisindikizie na maji. Kwa hiyo lazima atakunywa na maji, kwa hiyo ukiweka kwenye maji 24 seconds atakuwa anakunywa hiyo DCP, hana namna ya kuescape. Sio kama naeleweka. Ukiweka kwenye kwenye chakula hiyo DCP ya unga sio mbaya, inafaa tu, lakini kumbuka ule ni unga uko soft sana, ni laini sana, unapeperuka na upepo kwa asilimia nyingi. Alafu kile chakula anachokula kuku huyu, ukumbuke anakula vile vipunjepunje, ile pumba, anachagua sana vipunje punje, ule unga laini unabaki pale chini kwenye chombo, kwa hiyo unakuta DCP nyingi itakuwa inapotea, na hawezi kula lakini ukiweka kwenye maji hana alternative huyo kuku. Yale maji yanabadilisha ladha kabisa. Inakuwa ni ladha ya madini ya calcium. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kwa namna yoyote ile lazima anywe. Ndio maana mimi huwa napenda sana kutumia nini? Kutumia ma... DCP ya unga au ya maji ili kwamba aweze kunywa hayo maji. Unaona, asubuhi wamekunywa maji, wamemaliza. Sasa hizo nawawekea tena maji, wanamaliza. Kwa hiyo ukiwawekea DCP hiyo kutwa nzima Yaani, siku mbili tatu hiyo tabia wanaiacha, Na hautakuta kuku wako anapooza pooza katika umri. Sasa ukumbuke saizi na majogoo vijogoo vimeanza kuika kama vimeanza kuika, automatically vinajifunza pia kupanda majike. Kwa hiyo kuku wako kama hana madini akashamia kutosha mwilini akirukiwa tu na huyu jogoo, huyo temba wako akikaliwa pale juu anakaa tu hapa hapa, hainuki haraka, kwa sababu miguu inakuwa haina nguvu kutokana na ukosefu wa nini wa madini ya calcium. Kwa hiyo ujitahidi utakavyoweza kuwapa majani ya kutosha, lakini kuwapa madini ya calcium kwenye chakula. Nunua ile DCP ya chenga chenga wachanganyie kwenye chakula, lakini DCP ya unga au ya maji wachanganyie kwenye maji, kwa sababu watakunywa, hawana namna ya kukwepa. Kwa vyovyote vile watakunywa tu, na hiyo itakusaidia. Utakuja kunishukuru. Utaona hata manyoya yao sasa hivi wana arrange manyoya katika mwili unaona manyoya yao sasa hivi ndo anajipanga katika hali ya utulivu, ule ufaranga sasa umeshapotea. Sasa wakipata na hii DCP, manyoya yao yanajipanga vizuri sana. Kuku ukimwona amesimama, anakuwa amependeza, hana, hana, hana, hana, hana mapengopengo kwenye ngozi, mara hapa ngozi inaonekana hapa haionekani. Unamwona kwa mfano yule pale kishingo yule, kuna sehemu pale kangozi kanaonekana, maana yake pale kuna, kuna kuku lazima amemnyonyoa na wananyonyoana mpaka wanabaki ngozi tu. Unamuona kama huyu hapa, huyu amenyonyolewa hapa, mgongoni hapa, unamuona huyu amenyonyolewa kwa sababu ya nini? mako, ukosefu wa madini ya calcium. Na hizo ndo tabia ba, tabia moja wapo ambazo kuku ana develop anapokosa haya madini mwilini. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu. Kwa hiyo jitahidi tu kutumia haya madini ili kwamba kuku wako awe mzuri, kuku wako apendeze, kuku wako avutie ili na wewe mwenyewe ujisikie vizuri hata unapoingia bandani. Broiler wangu yule pale unamwona huyo wa katikati, huyo mweupe wa kwanza achana naye huyo anayefuata huyo. Hapo anapotoka huyo kanga. Huyo ndio yule broiler yule huyo hapa. Na ukumbuke hawa ni broiler wa wa, wa wa backbone. Waga wanakuaga wana, wana, na na vidoti-doti vya rangi nyingine. Nimeshuhudia nime hiyo karibu mara mbili, mara tatu. Kwa hiyo broiler wangu anaendelea vizuri na ameshakopu mazingira na hawa Saso. Hana shida, hana changamoto yoyote. Kwa hiyo hapa nimekuja tu kukuhamasisha ndugu yangu ma, matumizi ya madini, matumizi ya DCP ni muhimu sana kwa kuku wako, ili usipate stress. Unapoona kuku wako sasa wanapooza, unapoona kuku wako sasa hawa hawachangamki, unapoona kuku wako wanadonoana, wanatoanadi damu, ujue madini ya calcium kuna changamoto katika miili yao. So ujitahidi sana sana sana kutumia hizi DCP sawa, ndugu zanguni ya yeah. Leo nilikuwa napanda mananasi. Nilienda asubuhi mtaani kutembea, kabla sienda kanisani, nikakutana na mananasi makubwa makubwa huko yameota na yamezaa vizuri. Nikaomba mbegu basi, nikaambiwa tutakuuzia mbegu, akaniuzia mbegu, mche moja shilingi mia tano. Kwa hiyo nimenunua miche karibu miche ishirini hivi, na tayari nimeshapanda nimeshaimwagilia. Ya, na mimi siku ya siku nitakuja kuwaonyesha kwamba jamani, eh karibuni tule mananasi mm natural, fresh from shamba. Unachoweza kufanya nyumbani kwako ukifanye tu, sio lazima kila kitu kanunue sokoni. Kwa sababu tu una hela, kwa sababu tu una mshahara, basi lazima uende supermarket? Hapana, vinavyowezekana kufanya nyumbani kwako, kwa sababu una eneo, una maji, fanya tu. Ni sehemu ya mazoezi ya mwili wako, viungo vyako, inasaidia yeah. Inasaidia, usisahau tu DCP, ndo habari iliyonileta hapa ndani jioni hii ya leo. Sawa, maji ya asubuhi wamemaliza, walikunywa maji ya mpela na majani ya mpela na mizizi, na sasa hivi nimekuja kuangekea maji mengine. So nitawapa maji ya pure DCP. Sawa jamani, unaona yule pale anakunywa hapo kwenye ndoo pale, anadonoa pale. <laughs> na wakitesti wanaona kabisa kama magadi magadi hivi ladha yake wanaiona, yani haiko sawa sawa, lakini ndio wanakuwa hawana alternative. Ni hayo maji ndio anakuwa hapo kwenye, kwenye kwenye, kwenye mazingira yao, lazima wanywe. Sawa, ndugu zangu, mimi nawapenda sana, muwe na mchana mwema. Usisahau kusubscribe kushare kulike ya yeah, ni support. Asanteni sana, Mungu awabariki kwa support yenu, love you so much.